Na mwanzo wa kuanza kuishi anapoteza sifa ya uungu, kwa sababu sifa ya uungu ni moja, hana mwanzo, hana mwisho. Na ni nani atakayesema Yesu ana mwanzo wa kuishi? Atatumia biblia gani ipi? Kwa vile tu ameshindwa kujua Mungu aliyejifunua katika nafsi yao zaidi ya moja, kwa sababu tu ameshindwa. Kama ameshindwa kujua hivyo, anaelewaje juu ya ndoa huyo, maana watakuwa wawili, watakuwa mwili. Ameshindwaje kuelewa juu ya utatu, Mungu mmoja katika nafsi tatu, halafu bado adai anaelewa ndoa? Anaielewaje huyu? Maana ni mke na mme. Huyu ana maziwa, huyu ana maziwa, huyu anabeba uja uzito, abeba uja uzito, huyu yuko hivi na huyuko hivi, lakini ni wanakula. Akishiba huyu, ajashiba huyu, akiugua huyu, mwili wake uko sawasawa, lakini anasema watakuwa mwili moja. Anashindwaje kuelewa ut Mungu mmoja nafsi tatu, na anadai anaelewa ndoa. Wawili mwili mmoja, ndio maana ndoa zina jasho leo. Wanaumizana vipi hawa mke na mme na wana? Ni mwili mmoja, halafu wanaumizana, hawasikilizani, hawaongei pamoja, hawatiani moyo, wanakwaruzana, halafu akitoka hapo, huyu ni mwenzi wangu. Usanii, upagani ushirikina huwezi kumjua Mungu, na huwezi kujua huyu ni mme, huwezi kujua huyu ni mke. Ndio maana utafanya uhuni, utafanya zinaa, wakati unamke unamme, kwa sababu ujui. Ndio maana sema ikimbieni zinaa, hiyo ni ya kutimua, kwa sababu ni jaribu la ibilisi la kufungua mlango, ili tuweke kujangaganyani mwake, hatuwezi pona.